By the way, akaunti zako za Instagram nani ambazo wanazikontrol? Ah, zangu mimi binafsi, binafsi ni ninae, unajua yes. Na kuna account ambazo nimeziverify ni ni zile ambazo nasitumia kwa kila siku. Kuna mm. account ambazo zipo zipo protected, lakini sizitumii sana kwa hivyo, hata nikizi, nikizi verify naona kama vile, lakini kama mfano hivi sasa a, a, kuna hizi fursa za ku verify Instagram, mm -hmm. verify Facebook mm -hmm. na unalipa uh, harama kidogo tu, kidogo tu. Eh, kama tisa, eh, eh, si kama hivyo, lakini za wizara zipo chini ya kitengo cha mawasiliano mawasiliano cha wizara na ziko verified na mm. zinaangaliwa kila kati ziko monitor, mm. na ni muhimu sana kama uh, sehemu ya mkono wa serikali huwa na mfumo ambao unaangalia na kusoma mm. na sisi huwa tunasoma tunasema kwamba usiogope kukosea jambo hmm. eh, lakini ujifunze kwamba kosa kwa hili linakupeleka kunako sasa njia bora zaidi hmm. ya mafanikio yeah. Kwa hivyo tunakuwa uh, tunatoa taarifa, tunapata maoni mm -hmm. tunapata ushauri. Unajua kwamba vijana wengi siku hizi hawataki taarifa refu kabisa. Eh, mtu anakupiga simu anakuambia kwamba bwana, mbona mnaandika taarifa refu sasa? Na, na, na, na cha muhimu ambacho ninashukuru sana ni kwamba siku hizi hmm. kojeka ile taarifa eh, na, na sisi tumeamua tusi package habari hmm. tukaitia kuna some kind of a screenshot, kwa sababu unamnyima mtu ambaye hafahamu Kiswahili kutafsiri ile taarifa kwa sababu sisi mitandao yetu tunaandika kwa Kiswahili kabisa. Ni uamuzi wetu kabisa. Lakini sasa kwa sababu hizi hizi systems za uh, Meta, Instagram, Facebook, uh, X <coughs> eh, na na Google zina improved systems ambazo zina tafsiri sasa hivi Kiswahili into English au uh, uh, into into into, into Chinese kwa very fine degree level ya Understanding. Kwa hivyo unapata mfano, salamu kutoka mpaka Japan kabisa, nasema kwamba jamani, mbona fanya kazi vizuri sana sekta ya utalii kabisa, eh. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni muhimu sana, lazima uverify na mm. Mimi ningewashauri uh, wenzangu wa, wa verify akaunti zao mm -hmm. ili pakitokea shughuli yote na hasa hivi sasa wakati <laughs> kuna watu ambao hawataki mema nchi hii kabisa, wapo kazini hivi sasa wanatafuta kila njia ya kutuvuruga yakutuvuruga, eh, na tunashukuru sana na kwamba nchi yetu imesimama imara kweli, eh, serikali zetu, viongozi wetu wa kitaifa, wananchi, wanajamii kabisa, eh, sisi uh, uh, wadau mbalimbali wa tasnia hii ya sekta ya utalii yeah. Kwa hivyo ni muhimu sana ku verify na kusema kweli, na ni jambo ambalo a uh, uh, kwangu mimi binafsi sijalimaliza bado kuverify. Kwa hivyo nikitoka hapa itabidi leo nende, <laughs> nika, nika recharge kadi yangu kabisa il, ili verify ya yeah, Instagram, wow. uh, na Facebook, okay. Sasa uh, unaweza ukatwambia, uh, ni changamoto gani kubwa uliokutana nazo katika utawala wako hivi katika sekta ya sekta ya sekta yako yeah. Um, a utalii sema speed ya ukuaji mm. wa sekta ya utalii Zanzibar ni spidi kubwa sana ambayo uh, kwa mara nyingi sana ina wanasema ina outrun expectations, yani, ina ikiwa wewe ulitarajia mm. una shabaha zako mm. una malengo yako mm. kwamba kufikia mwezi tuseme wa Novemba mm. au wa Desemba, eh, ni kwamba uwe mfano na watalii tuseme laki saba laki nane mm. sasa hesabu zinakwambia kwamba hiyo namba sasa hivi ni ndogo ndogo mno na shabaha zako hizo ambazo umezekea Ukola kwa miaka mitano ijayo zitakuwa zimefikiwa na kupita ndani ya miaka miwili ijayo. Sasa una, unaangalia sasa una unaweza vipi kuhimili mm. eh, wenye wataalamu wanazungumzia uh, uh, vulnerability and resilience, yaani changamoto zako pamoja na uwezo wako wa kuhimili changamoto hizi yeah. vulnerability and resilience. Sasa unapoangalia changamoto hizo, lazima ujenge mfumo wa resilience. Sasa unaangalia, na sekta ya utalii ni sekta mtambuka, inaanzia uwanja wa ndege unapopokea <coughs> watalii, lakini kabla hapo, inaanzia na mawasiliano ya kimataifa ya okay, hawa wadau ambao wanakuletea wewe watalii yeah inakwenda kunako mifumo ya connections, connectivity, mm -hmm. za ndege za kimataifa kutoka Toronto mfano, kutoka London, Amsterdam, Zanzibar. Lakini pia unapofika hapa Zanzibar, miundombinu yako ya uwanja ndege, huduma zako, ukitoka hapo hamiaji mambo mengine hayo, unaingia kunako barabara, mifumo ya barabara, mm -hmm. Eh, unakwenda kunako mahoteli, mifumo ya huduma, operesheni, ukarimu wa hoteli, mm -hmm. Eh, una unakwenda una, kunako mifumo yako ya maji safi, mifumo yako ya nishati, eh, mifumo yako ya, ya, ku, ya, ku, ya kuongeza wigo wa haya mazao yako ya utalii ya wa ndani, ili watalii hawa wazidi kukutilia wewe mapato zaidi. Siku ngapi watalii wanakaa? Yaani, hivi sasa mfano kama Zanzibar, mm. average stay ya mtalii wa Zanzibar inakuwa na sambamba na ya mtalii ambaye anakwenda Seychelles na Mauritius, tunazungumzia 8 to 9 days hivi sasa, na kufikia mwaka 2027 2028, wakati miundombinu barabara inazidi kujengwa, ma hoteli, airports, bandari pamoja mm. na other sorts of tourism industry ecosystems, yana maana wewe kila siku lazima uwe uh, two steps ahead kabisa. Eh na, na, na, na, na hapo ndipo unapoanza kuwa na viashiria vinapokupa wewe competitive advantage dhidi ya wenzako. Hivi sasa hivi ndio tunashindana kabisa, tunashindana ili zogo lote mm -hmm. na, na, na kama hawa watu wachache ambao wana, wana, wana vurugu zao wanaona, na kwamba hii ndiyo sekta ambayo inainyanyua na kuipaisha Tanzania wanaona kwamba haya ni mafanikio ambayo ni nchi chache kabisa ndani ya bara la Afrika imeafikia kabisa. Ukiangalia upande wa Zanzibar tunakwenda sambamba na wenzetu wa Maldives, wa, wa Sri Lanka, wa Seychelles, wa Komoro mm. wa Mauritius wa Reunion Ufaransa kule ya kusini, lakini pia kama Tanzania tunakwenda sambamba na mataifa mengine mm. uh, tuma kunako Uh, nchi kumi za ubora katika masuala ya, ya, ya viwanja vya ndege masuala ya huduma, masuala ya connectivity ya ndege, lakini pia masuala ya pace ya uwekezaji investment ndani mm. ya nchi ni kwamba hivi sasa mfano kwa Zanzibar kwa mujibu wa wastani wa wale uh, watafiti wa sekta ya utalii wa kimataifa wanasema kwamba ukiangalia grand, grand projects hatuzungumzii za mm -hmm. za BNB no. mm -hmm. tunazungumzia grand ambazo sasa zinapita 5 star level kabisa. Ni kwamba kwa, kwa Zanzibar hivi sasa kwa wastani ni kwamba kuna investment ya miradi kumi kwa mwaka, sasa wow. ukiangalia uh, infusion hii ya infrastructure ya quality mm. na wakati sekta, wakati sekta ya utalii ya Zanzibar ina transform kutoka low mm. wakati ule zamani tukiita backpack tourism mm -hmm. into high end tourism, ni kwamba hapo lazima sasa uanze kujenga mifumo mm -hmm. ya kuhimili ya changamoto zako, lakini pia tunaingia kunako ushindani wa kimataifa kisahau mm -hmm. kwamba hii ni nchi kabisa ina watu wake, ina jamii yake mm -hmm. tamaduni zake silka fakika zake. Kwa hivyo lazima ujenge mifumo ya resilience inayokwenda sambamba na silka, tamaduni, eh, na silka mm tamaduni -hmm. na wenyewe wanasema ile originality authenticity ya tamaduni na silka za watu wako. Kwa hivyo hapo sasa nchi inakuwa na comparative advantage, ukiondoa challenge unaigeuza challenge into an advantage. Mfano, hivi karibuni tulipata kuwa na na wataalamu wa chuo cha masuala ya urithi wa mambo ya kale wa emirate ya Sharja, mm -hmm. ya UAE walikuja hapa Zanzibar, uongozi mzima, sio wanafunzi. so. Uongozi mzima kuanzia mkurugenzi mkuu mpaka senior level mm -hmm. walikuja hapa Zanzibar, lengo lao ilikuwa ni kuangalia sisi tunaita intangible heritage, yani uh, uh, um, urithi wa kihistoria wa mambo ya kale usiyoonekana, so eh? Yani, uh, kwa mtu ambaye hafahamu hizi terminologies, wakati unazungumzia mfano majengo makubwa kama kanisa la Anglikana mm. kama jumba la Betelajaib mm. zile ni tangible heritage, urithi ambao unaonekana, unaonekana ule ambao haonekani ni huu ambao ni ilmu taaluma ya tamaduni, sanaa, silka mm ya kula <coughs> elimu ya culinary um, huwa huwa, huwa nakaa na mwanangu tunaangalia hizi k dramas mm -hmm. Eh, huwa wanapata, na nataka nifahamu, uh, vijana wa leo mm -hmm. Eh, what is the driving force behind all this high tech and all that mm -hmm. Na moja kati ya show ambayo nimekuwa nikiangalia jinsi wa Korea mm -hmm. wanavyotengeneza k drama zao kwa ku, kwa ku, kwa ku showcase mm. vyakula vyao, vyao, yeah. wanajua ile show itaonekana in Indonesia. vile vyakula unaviona, siku ya pili unakwenda zako wapo masa <laughs> shangani hapo <laughs> unasema, chakula yeah. at, hichi kipo anche tunacho au mm -hmm. unagiza, una uh, mfano kutoka mkahawa wa Totois yeah. eh, wapi mm -hmm. kule, kule uh, yeah, huku Chukwani yeah. mm -hmm. Haza, Angalia jinsi watu wanavyotengeneza show kutoka Seoul, Korea. mm -hmm. ya vyakula, sanaa, tamaduni ya vyakula vyao mm -hmm. alafu yule mtu ambaye yupo Tanzania, Zanzibar anaangalia ile show, anatoka na gari anasema nakwenda kwa mkahawa eh, masa hapo yes. Shangani yeah. au beach house hapo nakwenda kuuliza hichi chakula kipo? yeah. ile ni mojawapo ya, ya hizo sasa. Hawa jamaa walikuja, okay. na walikuwa na one quality uh, Mm -hmm. Walikuwa wanataka kuangalia elimu limu, diblo mm -hmm. ya uchongaji wa boti jahazi mm -hmm. mashua mm -hmm. za zamani kabisa, bila kutumia teknolojia. Sasa wakiwatafuta <laughs> hawa wazee wetu kaka zetu ndugu zetu ambao leo wako Chwaka mm -hmm. wapo Kinazini pale wako Maruhubi mm -hmm. wapo Nungwi ambao bado wanaendelea na ile ilmu taaluma waliokuwa nayo mm -hmm. ya uchongaji wa ngalawa anatoka mtu Sharja ana, anakuja Zanziba, anasema Dr Aboud, nataka ni wachukue hawa mm -hmm. nikawa showcase Sharja mm -hmm. lakini pia ni showcase utalii ambao Zanzibar unaweza ukafaidika nao wa urithi wa mambo ya kale, showcase elimu kama hii. Kwa hivyo hivi ni vitu ambavyo viko, viko dynamic. Unazungumzia changamoto zipo mbalimbali mbali, lakini uh, focus ni kwamba vipi una transform changamoto, changamoto hizo, hizo kuwa Uh, mafanikio <laughs> katika sekta ya utalii, fursa zenyewe za masomo <laughs> mbalimbali, sio tu mchanga, bahari, jua, lakini unazungumzia uh, urithi wa, wa mambo ya kale mm -hmm. historia, vyakula, hasa hivi kuna halal tourism, kuna utalii wa michezo kabisa, ambao unazidi uh, kuepesha Zanzibar. Tunazungumzia michezo ya vishada mm -hmm. michezo ya jiski, kesho asubuhi bado tuna Yasmin marathon kabisa, eh, yote haya yana yanapelekea kuitangaza Zanzibar sio tu kama ni eneo la bahari ufuko, so uh, na, yeah. na jua, lakini kwa tunu nyingine ambazo zipo ndani ya nchi.